Leo nimeungana na timu hapa. Tuko na mkurugenzi msaidizi elimu ya afya kwa umma kutoka Wizara ya Afya, tuko na kaimu mganga mkuu wa jiji la Dodoma, lakini pia tuko na wataalamu wetu Profesa Stella pamoja na Dr. Norman, ambao tuko katika eneo hili la Machinga Complex Dodoma katika jiji la Dodoma, ambapo tumeweza kuwafikia wafanyabiashara. Kwa nini tuko hapa leo? Ni kwa sababu taifa la Tanzania tunaazimisha wiki ya afya kwa wote. Kwa hiyo tunafikia makundi mbalimbali mbali kuyapatia elimu ya afya lakini pia ku ku interact na jamii, kwa maana tunazungumza na jamii, tunajua matatizo yao ya kiafya, tunajibu maswali yao, lakini pia tunawapatia upimaji wa afya. Na maazimisho haya ya wiki ya afya ni ya muhimu sana kwetu wa Tanzania kwa sababu wizara yetu ya afya kama wizara yenye dhamana na afya za watanzania imeweza kuwafikia kupitia katika eneo hili la Machinga Complex. Lakini maazimisho hapa haya yetu yanafanyika katika eneo la Jakaya Kikwete Convention Center hapa Dodoma katika ukumbi mkubwa sana pale ambapo tunawatarajia kukutana na wananchi mbalimbali lakini na masuala mbalimbali. Sasa hospitali yetu maalum ya taifa ya magonjwa ya ambukizi Kibong'oto leo imetua katika eneo hili la jiji la Dodoma uweza kushirikiana na wizara lakini pia na jiji la Dodoma katika kuwahudumia wananchi. Na hapa tunatoa huduma zote muhimu za upimaji wa afya kwa wananchi, kwa maana magonjwa, magonjwa ya kuambukiza lakini na magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza pamoja na utoaji wa elimu. Lakini pia tuna walinki wale tunawakundua wanahitaji huduma kubwa, tunawaunganisha na hospitali zetu zilizo karibu ili waweze kupata huduma mbalimbali. Afya kwetu ndio namba moja. Afya ni mtaji na ndiyo maana tunaendelea kuwapatia wananchi huduma hii, na jambo la msingi ni kwamba lazima tuelewe kwamba magonjwa ya kuambukiza hayana mpaka, yanaweza yakatoka hapa yakaenda sehemu nyingine, yakatoka kwa binadamu mmoja kwenda kwa binadamu mwingine, kutoka kwa wanyama kuja kwa binadamu, na baadaye tunaambukizana. Yanasababisha vipi? Hatuwezi kuisahau COVID-19 kwa maana corona, korona, lazima tuikumbuke, lakini kuna magonjwa mengine ya kuambukiza kama monkeypox hivi karibuni Tanzania ilitangaza kuathirika na ugonjwa wa monkeypox, na tunashukuru Mungu kwamba hali ya nchi inaendelea vizuri, lakini ni vizuri watanzania wakaendelea kupata elimu juu ya monkeypox, kwa maana ya mpox. Mpox kama ugonjwa unasababishwa na virusi vinavyotokana na ambavyo huwa vina athiri za wanyama jamii ya nyani. Kwa hiyo magonjwa kama haya ni vizuri wananchi wakaendelea kuyafahamu, lakini pia tukaendelea kuchukua tahadhari katika maeneo yetu ya biashara kwa mfano, hapa tuko eneo la machinga. Machinga unakutana na watu wa kila aina, kwa machinga lazima ajue namna ya kujikinga dhidi ya magonjwa ya kuambukiza. Unawaji wa mikono wa mara kwa mara tunasema ni jambo la msingi. Kama maji hakuna, basi tutumie vipukusi, lakini tunahamasisha halimashauri katika maeneo ya umma kuwe na sehemu mbalimbali za wananchi kunawa mikono, lakini pia katika maeneo yako ya biashara, kama ni machinga, kisha unanunua sanitizer kwa maana ya kipukusi kwamba kile unapomaliza kuhudumia, ujui umekutana na nani, umeshikana na nani. Hii inakufanya ujikinge dhidi ya magonjwa ya kuambukiza, na hii inakufanya pia uwe mfanyabiashara mzuri, uweze kuzalisha na kujiongezea kipato cha familia, lakini pia kwa taifa letu.